Yeremia ishirini sura ya tisa, nami nikisema sitamtaja wala sitasema tena kwa jina lake, basi ndipo moyoni mwangu kumekuwa kama moto wa kao uliofungwa ndani ya mifupa yangu, nami nimechoka kwa kustahimili, wala siwezi kujizuia, ndipo kukawako moto wa kao uliofungwa ndani ya mifupa yangu, nami nimechoka kustahimili ni maneno ya na nabii Yeremia. Yeremia tunajua ni moja ya manabii ambao walipitia upinzani. Na Yeremia ni nabii wa machozi, a weeping prophet. Kuna manabii wengine walikuwa ni bold enough. walikuwa na ujasiri wa kutosha kina Isaya. Na Yeremia alikuwa ni nabii wa kilio, ndiyo maana maandiko yanasema sehemu nyingine anasema, Bwana umenihadaa, nami nimehadaika mbona umenidanganya nami nimedangaika, mbona nimekuwa aibu, mbona nimekuwa kituko. Bibi anasema ya kwamba Yeremia akafikia sehemu akasema kwa sababu hiyo Bwana amenihadaa nami nimehadaika, nimekuwa kama kituko machoni pawa. Kwa Yeremia akasema sasa basi, sitamtaja huyu Mungu tena. Bibi anasema ya kwamba Yeremia akameza mpini ili aseme kwa habari za huyu Mungu tena. Alipokuwa amesema hayo Yeremia moyoni mwake, ndipo kukawa na kama moto ndani yangu Siwezi nikastahimili ule moto, ni kama moto umefungwa kwenye mifupa yangu, siwezi nikastahimili. Kwa kukawa na moto kwenye maisha yake, Yeremia akashindwa kustahimili. Ni kweli kuna majaribu yanayopitia, kweli ni kweli, wanamsema vibaya watu, ni kweli, ni kweli wanampisha Yeremia akasema ni ni, siwezi nikastahimili kwa sababu kuna moto ndani yangu. Bwana, tunataka awashe moto kwenye maisha ya watu, waache kulala usingizi wa kiroho. Tunataka Bwana awashe moto ndani ya maisha ya watu, watu wasimame, wamtangaze Yesu kwa ujasiri. Tunataka Bwana awashe moto kwenye maisha ya watu, watikize misingi ya kuzimu. Tunataka Bwana awashe moto kwenye maisha ya watu, watiishe dunia ifahamu ya kwamba yuko Mungu wa Israeli anayejibu kwa moto. Tunataka Bwana awashe moto kwenye mioyo ya watu. Bwana, washe moto kwenye mifupa ya watu Bwana, washe moto! Waliolala waamke, waliosinzia waamke, wanaume waamke, wanawake waamke, vijana waamke, waamke! Watikise dunia na bariadi jua ya kwamba yuko Mungu ambaye anajibu kwa moto. Hizi ni nyakati ambazo waliolala lazima waamke. Sema amina kama unaelewa. Yeremia akasema ya kwamba sitamtaja huyo Mungu kwa maana amenihadaa, nimehadaika ameniacha nimeteseka. Ninazo habari njema ya kwamba Mungu aweza akamwacha mtu. Sikiliza, unahitaji moto. Watu wenye moto hawaogopi moto. Kama wana moto ndani, hauwezi ukaogopa moto. Maandiko anasema kina meshaki na kina ki, abednego vijana aliyokuwa wamejaa moto ndani, wana moto ndani, hawaogopi chochote, hawaogopi amri za mfalme, walikuwa tayari kuingia kwenye moto. Mtu aliyejaa moto haogopi moto mapito magumu, yuko tayari majira yote na wakati wote. Sema amina. Yeremia nabii wa machozi akasema sitamtaja tena, asema ndipo kukawa na moto ndani ya ndipo kukazaliwa moto ndani ya. Natamani tokea sasa hivi na baada ya ibada hii moto uzaliwe kwenye maisha ya watu, moto wa mifungo iliyopotea uzaliwe, moto wa mikesha uzaliwe ndani yako, uamsho uliopotea uzaliwe ndani yako. Hayo mateso ambayo adui amekutesa ya hiyo ni mwisho. Hiyo vifungo ambayo adui amekufunga viwe ni mwisho. Hao waliokusema wawe ni mwisho. Ukisha kuwa ni keria wa moto, ninakwambia na kwenye moto unapita. Biblia anasema kitabu cha Ebrania moja saba afanyaye watumishi wake kuwa miari ya moto, kwa Mungu anaweza akakufanya kuwa mwali wa moto pobode unakopita wanajua moto umepita. Unakopita unateketeza kila kitu. Ukipita mahali kaza adui zinateketea, ukipita mahali vifungo vinakatika, kwa sababu yeye ni Mungu ambaye anawafanya watumishi wake kuwa miari ya moto. You are the flame of fire. Mwambie Bwana, nifanye kuwa mwari wa moto. Nikipita mahali mimi ni mwari wa moto, nitateketeza fire!